Lakini pia leo tulivyoingia mkoa wa Simiu, toka tulivyoingia mkoa wa Simiu tumehangaika na mapolisi mapositi, mapolisi wengi sana na tulipofika mtaa unaitwa Sakai huko pale Bariadi mjini, wakati wananchi wamemsimamisha makamu mwenyekiti wa chama chetu kumsalimia, mapolisi walikuja, alikuja OCD wa pale Bariadi na ving'ora makelele, kutaka kuharibu makamu mwenyekiti asiwasalimie wananchi wa pale Sakai. Lakini mheshimiwa makamu mwenyekiti na nyewe watu wameatwa. Jana wakati tumemaliza mkutano usiku, mimi binafsi, wakati natembea kwenye mitandao ya kijamii, nilikutana na taarifa ya kifo cha askari wawili wa kituo cha polisi Mererani, Simanjiro, mkoa wa Manyara. Askari hao ni askari wa usalama barabarani, walifariki kwa kupigwa na radi wakiwa kazini. Nitumie fursa hii kulipa pole jeshi la polisi kwa kupoteza askari wawili, lakini pia nitumie fursa hii kuwaambia askari polisi kwamba matendo mengi mnayoyafanya kwenye taifa hili yanaeneza chuki kubwa sana kati yenu na wananchi. Wakati tunasoma comments, wakati nasoma maoni ya Watanzania baada ya kifo cha askari wawili waliopigwa na radi, sikumwona mtanzania yoyote anayeumbia askari wale kufa kwa kupiga radi, wote walikuwa wanashangilia polisi. Na nimekuona RPC upo hapa, hao wananchi wameati wakikuta jeshi la polisi wamepata ajali barabarani, wako askari polisi wamevunjika miguu na wanapigania uhai wao, pengine asitokee hata mmoja wa kuwasaidia hao askari. Watu hao wanafanya tokea kati yenu na wao askari polisi. Mmekuwa mnashiriki kwa kiwango kikubwa sana kuwaumiza watu na mnaumiza wakati mwingine, kwa sababu mnatumwa na viongozi mkua mkua wa uhuni, kama huyu mkuu wa mkoa wa Simiu, wake nani, ukuu wa mkoa wa brother, ni koti la kuwazima utakaa nalo milele. Wako watu wengi walikuwa mkua mkua wakuu wa mikoa wa hapa Simiu, leo sio wakuu wa mikoa Unatumia nafasi yako ya ukuu wa mkoa kutugomanisha sisi vijana maskini na hawa askari. Hawa watu sisi tumesoma nao na, na wenyewe ni maskini kama sisi, wamepigika kama sisi, lakini anatokea mtu mmoja amekabidhiwa hawa. Nao ni maskini kama sisi, hata hizi sare zenyewe wanazoshona hizi zenyewe wanajinunulia wenyewe ndio maana unamwona huyu ya kwake imeiva kidogo, ya brother imepauka, na wenyewe wamepigika. Lakini wapo watu wamekabidhiwa ofisi za umma kama huyu mkuu wa mkoa, kuwatumikisha hawa na kufanya wawe maadui zetu.